Familia katika kijiji cha Ebunakuti kata ya Ematioli eneo bunge la Luanda kaunti ya Vihiga, inalia haki baada ya kupokonywa mwili wa jamaa yao wakati ibada ya mazishi ikiendelea. Alikuwepo Sheldon Asahulu na kuanda taarifa hii. Kijijini Ebunakuti kata ya Ematioli eneo bunge la Luanda, nyumbani kwa marehemu mzee Zedekaya Okolo huzuni imegubika nyuso za jamaa wa wanaoendeleza maombolezo ya kifo chake. Awali marehemu akiratibiwa kuzikwa tarehe nne Mei mwaka huu. Alafu hiyo kaburi mnaona vile iko sisi, tunalala hapa, tunaangalia tunaangalia kaburi mpaka saa hii, watu wamechoka. Ati walipikiwa simu waende Luanda, watu wa kanisa hakuna. Eh, mimi nikashangaa, nikasema ni sasa hii ni shida gani? Hiyo mkutano imeharibiwa, chakula tulikuwa tumeandaa wageni walikuwa wametoka sehemu mbalimbali, hata kwenye tulioleka, hiyo chakula ilienda hasara juu, hawakuwa na amani ya kufanya mkutano hapa, kwa majuma mawili sasa. Kaburi hili limesalia wazi baada ya ibada ya mazishi ya mzee Okolo kukatizwa ghafla na maafisa wa polisi wa kituo cha Luanda pamoja na maafisa wa DCI, kisha mwili huo kurejeshwa katika makafani ya hospitali moja eneo hilo, familia ikidai huenda utawala wa eneo hilo uko nyuma ya masaibu yake. Nikajaribu kutembea mamochari, si kuelezwa vile nilienda kuswea ataviti huko Mbale, ndio nikakurudi sasa kuuliza kwa koti, nikaambiwa hakuna koti order yenye imekuja kupepa mzee. Assistant chief anajua, mtu akikufa dikuru pia anajua, mtu kama amekufa anavaa apewe permit. Mbona akadanganya? Ndugu yangu watambatia siku ya mwisho, na hiyo siku ya mwisho baka paka wa leo hatuchapata permit. Huyu Assistant chief pia sijui ako mmoja wao. Sasa sisi kwa nini mwile lipepwa na inakaa mochari? pira pira mutu kusema nilalamika kuchitozea ni, kusema mimi ndio nilitoa pesa, mwili irudi kule, na sababu fulani sababu yake yenyewe, mimi sicachuwa na mwili ikopaa. Tumetembea mpaka tumechoka, na kaburi ndio tunaangalia kaburi nasanga nini kusitishwa kwa mazishi kunadaiwa kushinikizwa na tetesi kuwa mzee huyo alifarika katika hali tatanishi, huku wanafamilia wakiongozwa na Daniel Muhinda na Patrick Amwai wakimnyoshea kidole cha lawama Philip Esikuri ambaye ni binamuye marehemu. Kwa utata huu sasa, nikashangaa walikuwa wapi? Kama mzee alikuwa na kesi kuanja, kama bado ako moja riisi, siku 18 kutoka hiyo tarehe tatu mpaka saa hii mi nimekaa tu hapa, tunaangalia hii kaburi, hatujui baba atarudi lini. Hata mwenye kupeleka hiyo maneno huko kwa DCI ajulikani ni nani. Bwana Esikuri amepinga vikali madai haya, akihoji kuwa huenda sintofahamu hii imetokana na mzozo kati ya watoto wa marehemu. Pale kuna nyumba mbili, kuna mke wa kwanza, kuna mke wa pili, so walianza furuga zao wenyewe pale. Nyumba kubwa hawataki mama mdogo, na alikuwa pale na mtoto wake, na anadai ya kwamba mezika watoto wake wawili pale pamoja na mchukuu. Basi, nikajaribu kuwaongelesha wafanye kwa amani, hiyo matanga ikakuwa ni ngumu. Familia hii sasa imelazimishwa kugharamia upasuaji wa marehemu ili kubaini chanzo cha kifo chake, huku chifu wa kata ya Bulonga Evans Ouya akiirai idara ya DCI kuharakisha uchunguzi ili kuruhusu familia kuzika mpendwa wao. Kaburi kama hilo, haijawekwa ndani watu. Wa eria hii wanashangaa. Hata sisi viongozi mashinani hatujafurahia kitendo hicho, kwa sababu ni vizuri mtu akifa, na iwapo hakuna mtu ambaye analalamika rasmi kuwa ameua ama ameuawa, ni vizuri maiti yaingepewa jamii izikwe. Nikiripotia West TV, kutoka kijiji cha Ebunakuti, kata ya ematioli, eneo bunge la Luanda, naitwa Sheldon.